Msemaji, umechoka? Eh, nimechoka, mnanchosha. Pole. Asante. Hongera. Asante. Bora kama tabasamu lako la uongo, uongo, hivi. Au ushindi kuwa na uhakika nao. Wewe langu la kweli unalijua? Nalijua. Ukifurahi kama ile la Simba Day. Eh. Wewe unashafurahi yenyewe. Okay, basi Simba Day irudi tena hiyo kila siku. Eh, every day. Mhm. 3 kwa 0. Mhm. i, i, i, Wale Fountain Gate mliwapania eh? Hapana e, sisi tunayo furaha. Ushindi ambao tumeupata hii leo ni ushindi ambao tumestahili na ni ushindi ambao e, umetufurahisha pakubwa. Tumeianza ligi kwa namna ambavyo tulitaka tuanze ligi, na hii leo kila mashabiki wa mpira amefurahi. Tulisema leo ndio ligi ya Tanzania inakwenda kuanza rasmi. Leo. Ehe, wengine waliopita walikuwa wanacheza cheza tu huko lakini ligi ya Tanzania rasmi imeanza hii leo. Tanzania imefurahi e, nchi hii hakuna kama Simba Sports Club. Kwa hiyo e, kitu kama sisi hatujakifanya ama hatujashiriki hicho kitu, bado hakijaanza rasmi. Kwa leo hii, ligi ya Tanzania ndiyo imeanza rasmi baada ya taifa kubwa Simba Sports Club kuanza ligi, na tumeanza ligi kwa heshima kubwa, tumemtandika Fountain mabao matatu kabila. Tumefurahi kweli kweli, lakini inawezekana mtu akawa na majibu mengi kwamba da ha, tulitegemea tulitegemea tulitaraji mpira, mpira hauko hivyo e. Mpira una, una, una formula zake. Mnapocheza na mpinzani ambaye ana changamoto nyingi e, anapokuja kwenye mechi anakuja akiwa makini sana, anakuja e, kwa utulivu anakuja kwa nidhamu ya hali ya juu, anakuja akiwa hataki kufanya makosa mengi zaidi, na anakuwa ana kazi nyingi yeye, jukumu lake ni kuzuia tu, kwa Fonte hakuwa na shughuli nyingi leo hii uwanjani, yeye alikuwa anazuia tu, ndio jukumu lake la msingi, na amelifanya kwa ufanisi wa hali ya juu. Alikuwa hatafuti mabao afanye chochote, yeye anazuia tu, na hiyo kazi ameifanya, ame, ame, amefanya vizuri. Tunampongeza, tumesha, tumesha maliza naye. Bao tatu zinamtosha kabisa. Sisi kwetu tumeianza, tume ligi vema na mabao matatu ambayo tumeyapata hii leo hii sambuzi. Hapana, sio kwamba nimekaa mbali ulichokipata ukitarajia kwa mbali ilikuwa iweje? unajua eh, nikisema hivyo unajua? mimi nimekuja kumfunga na nimemfunga eh. Nimi, sio kinyonge. <tabu> Ah, ndo ile kwa taabu. Eh, <tabu> <tabu> <laughs> Eh, yeah. Yeah, pale tulikuwa tuko pungufu, usisahau kuambia Tanzania yeah. Kama tungekuwa tumekamilika pengine usingekuepo mpaka muda huu hapa. Yaani kwamba angekimbia. Mm. Sasa najua bwana, shida sio vitu vya kujivunia, nyinyi kafanyeni usajili. Shida imeisha. Ah, shida imeisha. Ah, kwa timu yenu imekamilika vizuri, tuendelee tuendelee kushindana. Basi sisi tunakusubiri Babati. Nakuja kwa raha. Eh, karibu sana. Raundi, raundi nakuja eh? Yeah. Safari atakuwa ni nani wa kujifunga <coughs> nafikiinajirudiaga ni hayo <coughs> dotusha <show> malizana tena <coughs> kwa hiyo tumefurahi, magoli matatu tuliyopata leo ni magoli ambayo yanatengeneza, yana, yana yana stori ya kuvutia ndani ya Simba yetu mm. e, E, goli la, story la, ya kuvutia la la Rushine Rock amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga goli e, katika ligi kuu ya NBC kwa upande wa Simba Sports. Maana yake ni kwamba ametufungulia msimu kwa goli lake la kichwa, lakini goli la Rushine linatukumbusha msimu uliopita. E, mchezaji wa kwanza kufunga goli msimu uliopita kwa upande wa Simba Sports alikuwa Shema Lonfondo. Kwa hiyo mabeki wakati wote wa Simba wametufungulia wa msimu wa msimu uliopita na msimu wa mwaka huu, lakini kinachotufurahisha zaidi ni kuona ya kwamba Rushine mbali na kazi yake ya msingi ya kuzuia, lakini ana uwezo vile vile wa kufunga akishamaliza majukumu yake ambayo anayafanya kwa asilimia mia moja ya kuzuia anakwenda kwenye jukumu jingine la msingi la kufunga tunapopata faida ya kona, ama set pieces foul wherever, eh, watu wanapoingia kwenye boxi, washambuliaji wanavyoingia kwenye boxi, akiingia na Rushin, unakuwa vile vile vile vile na uhakika vilevile wa kupata bao. Kwa hiyo Rushin, ukiachilia mbali kuzuia, lakini ana uwezo vilevile wa kufunga, na goli alolifunga sio bahati shanduluti. Goli ambalo amelifunga kwa mtu, ukiangalia unaona huyu ni mtu ambaye ana na uwezo wa kufunga. Imepigwa ile kona na Jean Charles Ahoua, akaenda juu alafu, kichwa chake kikazunguka namna hii kama e, kichwa kikazunguka, yaani kama shingo yake ina spring, akazunguka. Eh, sio mtu wa kawaida, eh, sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo huyu mtu amefundishwa haya mambo, ikazunguka, akapiga heda, goli la kwanza. Sisi kwetu wana Simba tunao furaha, kwa hiyo tunapopata faulo hivi sasa ama kona tunaanza kushangilia mapema kwa sababu tunajua kama sio Sowah basi Rushine ataweka kichwa cha maana ili watu tupate goli. Sijui umeelewa eh, tuko sawa. Lakini e, stori nyingine katika magoli yetu ni goli la Jean Shale Ahua. Jean Shale Ahua ameendelea pale pale, pale alipoishia msimu uliopita, na leo Ahua amefanya matukio matatu ya kustajabisha. Kwanza amefunga pili ameasisti, na tatu amechukua tuzo ya mchezaji bora. Jean Charles Ahua wa msimu uliopita ndio Jean Charles Ahua wa msimu huu. Jean Charles Ahua ni kama maji, usipooga utakunywa, usipokunywa utanawa. Hakwepeki kwenye kufunga wala kwenye kuasisti. Jean Charles Ahua ni faraja kubwa, kuona mchezaji amemaliza msimu alafu anaanza msimu tena kwa ubora ule ule. Huyo ndio ndio Jean Charles Ahua. Maana yake ni kwamba alijitunza. Kama wewe unavyojitunza sawa sawa, eh, uko vizuri hapa. Nini wahuo ni wanaruka? Hapana. Kweli. Usisingizie, ni mtu wa maana kabisa. Mhm. Jean alijitunza vizuri alipokuwa kwenye mapumziko yake nchini Ufaransa. Alijitunza vizuri alipokwenda kula bata katika visiwa vya Maldives. Ah, wapi? Maldives. Hey, wewe. Hmm. Hakubweteka akatunza kiwango chake na ndio maana mechi yake ya kwanza ya ligi ana uwezo wa kufunga goli moja na kutoa asisti moja. Yani, yule yule ndio huyu huyu ambaye tumeanza naye. Maana yake ni kwamba tuna uhakika msimu huu wa magoli mengi kutoka kwa Ahua, wa asisti nyingi kutoka kwa Ahua. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linatia faraja, lakini stori ya tatu ya leo ambayo imetufurahisha kwenye magoli yetu ni goli la Jonathan Sowah, namna ambavyo amefunga na kitendo cha Sowah kufunga, sisi wanasimba tumefurahi sana kwa sababu usajili wake ulikuwa na maneno wengi, mm -hmm. ya wavimba macho mala, eh, wavimba macho tena, eh, wa mchezaji wa bure, wadeso, eh, ana discipline mm -hmm. <laughs> maneno yakawa mengi kweli kweli, sijui menelewe okay. Kwa hiyo leo kufunga kwake amewanyamazisha mdomo watu wote ambao walikuwa wanamwombea mabaya yeah na amefunga goli la kikatili mno. Amepewa pasi na mpanzu kwenye mazingira magumu, mali kanyanyuka, ikaja juu, akakiuno kikageuka hapa hapa, akatajiwa oh, ni mwingine akageuka, kichwa mwingine, kiuno aka twist hapa hapa, so mpira ukiwa hapa hivi juu, akaachia fataki, goli goli, likapatikana sio kila mtu anaweza kafunga magoli mabaya. Ni Lewandowski na Haaland ndio magoli magoli alofunga soa Lewandowski, Kima mabaya kwao ni mabaya magoli mabaya ya kikatili nini, Kiswahili sikinakwenda kinyume nyume. Hapo sawa, magoli kama yale ni Lewandowski pamoja na Haaland ndio ana uwezo wa kutani hapa hapa akafunga, ama Kun Aguero enzi zake. Mimi siwezi, sijamfikia Soa. Kwa hiyo goli lake lilikuwa lina maana kubwa sana kwetu, na ni goli ambalo lilikuwa linampa confidence, sasa ni goli ambalo linamrejeshia hali yake ya kujiamini na kujituma. Ni goli ambalo sisi, ni goli ambalo wanasimba tunalibeba na kulishabikia kwa, kwa, kwa sababu Soa ni mshambulizi kinara, ni, ni mshambuliaji ambaye akitimia aki, aki kwenye ubora wake tutashangilia magoli mpaka tukataya, bado hajatimia. Bado, bado, kwa hiyo kufunga kwake leo hii ilikuwa ni, ni muhimu kweli kweli. Hapa tunasubiri goli la Selemani mwalimu, tutashangilia hiyo siku, acha bana, na staili unayo, na na, na nafikiri tutakesha Selemani mwalimu akifunga akifunga tutakesha mpaka asubuhi tunashangilia tu kwa nini Selemani mwalimu mpenda kijana wetu kwa e, kwa kwa pewa na kwa e, sawa nawe kapewe kama rahisi akaja na e. brichi safi kabisa kwanza mimi walinichanganya kuna muda nikaa simuoni huwa wala soa alafu zinang'aa na brichi na na na, zi. na, na, na, na brichi zao hmm. ni za bei ghali ndio maana zina, zinang'aa zina kuliko, sio bleach ya mkono mmoja ya elfu mbili mia tano. Mmemaliza kwamba yule kule nani bleach. Sasa tutamjua pakome, watamalizia zuzwa <mahe> <mahe> mimi nazungumzia wachezaji wangu sasa, si ndio? Yule amezoeleka hivyo. <mahe> nazungumzia wachezaji wangu mwenye bleach ya mkono mmoja nani? Mustafa wa kujichora unamfahamu? Shabiki wa Simba ndo anataka bleach ya bei rahisi.

hi kwanza asilimia mbili, sijui, tisini na nane, tisini na nane na hiyo tutaipata muda si mrefu. Ukiangalia ee, hapo hi leo leo ndo kwanza Morris Abraham amepata nafasi ya kucheza, e, pure talent, kijana mdogo mwenye uwezo mkubwa ee, mchezaji aliyekamilika, mchezaji haswa ee, mchezaji ambaye, e, akiendelea kupata muda wa kutosha Morris Abraham atafanya unyama sana. Leo muda ambao ameingia, mavitu ambayo ameyafanya mikimbio yake, acceleration yake, splinting yake, namna ambavyo ana uwezo wa kushuti, namna ambavyo ana uwezo wa kukimbilia mali. Kumbuka ile shuti ambayo alipiga Jonathan Soa, alafu akachomoka vive... A -a -a akachomoka Morris Abraham kwenda kucheza ile second rebound, ile yote inatokana na uwezo wake wa kuwa mwepesi. Umri mdogo kazi kubwa. Sasa anavyozidi ku ku gain momentum anavyozidi kuaminiwa na kupata muda wa kucheza Simba, tutamfaidi sana Morris Abraham. Lakini leo tumemuona, tumemuona Eli Mpanzu. Mpanzu huyu sio yule tunayemjua sisi na tunayemtaka sisi, bado hajafungua vizuri makucha yake. Eh, bado, mzito, mzito. Bado, bado, e, mwanzo mgumu bado, akisharejea kwenye top level yake ile, Mpanzu ah jeni mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> Ligi inaweza ikaisha mwezi wa kwanza wa pili a watatu, bingwa akawashapatikana ambaye ni Simba, Simba Sports Club. Oh yeah, amen. So, tumemaliza. Tumemaliza. Ume, ume, umeridhika. Umeridhika. Au uko na lingine? Eh. Ah, sio hapa sasa. Kwaheri. <coughs> <coughs>